Wanachunguza mauaji ya Patience Mumbe mwenye umri wa miaka kumi na mbili katika uchunguzi huo. Mumbe aliyepatikana ameuawa na mwili wake kutupwa huko Embakasi aliondoka nyumbani kwao siku ya Alhamisi na asijulikane aliko. Kamera za CCTV zikimnasa akikimbilia kuelekea kituo cha magari cha Taj Mall kabla ya kupatikana maiti. Kanda hii ya kwanza ya CCTV, karibu na nyumbani kwa kina Patience Mumbe mtaa wa Pipeline inamnasa akikimbia kutoka nyumbani kuelekea barabara ya Outer Ring. Kanda ya pili inamnasa akitembea kwa haraka kwa wakati mmoja, akitazama nyuma, kisha anaendelea kutembea na kuelekea kituo cha kuabiri magari cha Taj Mall. Hizi ndizo picha za mwisho zilizomnasa Mumbe mwenye umri wa miaka kumi na miwili akiwa hai kabla ya mwili wake kupatikana jumamosi asubuhi mtaa wa kaa Embakasi. Kuna watu walikuwa wanacheza hapa bol, bol ikaanguka hapa chini, kukwenda kuchukua wanaona mwili ya mtoto wa shule, mtoto wa grade 7. Sasa wakaswamawoci waka Si tukapata ripoti tukakuja hapa haraka, nikaangalia nika mwili sura, so tukujua kama ni waemba ama si waemba, nikakimbia station. Alikuwa amefungwa miguu hapa hivi kwa kiu, kwa tumbo tena mikono na nyuma. Tupate justice yao msichana, because sisi kama wazazi tunaogopa pia juu hii ni shule, this is a primary school na wasichana wetu wanakuja hapa, so hata tumeogopa, hatuwezi pia pita hii njia usiku juu tunaogopa ya security hakuna light tangu i barabara itengenezwe. Kwa wakazi wa Pipeline wanakoishi wazazi wa Mumbe, kisa hiki kimezua hofu miongoni mwao, wakitaka polisi kufanya kila wawezalo kuwakamata wahusika na kuwahakikishia usalama. Tumeshuhudia hizi visa za kupotea na watoto, nikiwa mmoja wao. Wangu alipotea juzi lakini nilimpata, Mungu ni mwema. Lakini wangu ni mdogo, alifuata wengine akienda hiyo kitu inabatu yaangaliwa sana na maneno hiyo, kuangalia ni wenye sasa, wenye wanafanya hiyo mambo washughuliwa wa, wa hatua. Polisi Embakasi wamedhibitisha kupokea ripoti nne ya visa vya kutoweka kwa watoto kwa kipindi cha mwezi mmoja. Sasa maafisa wa upelelezi leo walitembea nyumbani kwa kina Mumbe kwa juhudi za kutafuta ushahidi zaidi wa kusaidia kwa uchunguzi. Shughuli ya upasuaji wa maiti itafanyika hapo kesho. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.